Bubbles aliyewahi kuwa soko kwa kufugua nyota wa muziki wa pop Michael Jackson hivi karibuni alisherehekea kutimiza miaka 42 na sasa anaishi katika hifadhi maarufu ya wanyama huko Florida. Bubbles alizaliwa mwaka 1983, ni sokwe ambaye alifugwa na mwimbaji wa Kimarekani Michael Jackson ama MJ baada ya kununuliwa kutoka katika kituo cha utafiti cha Texas 1980. Awali sokwe huyu aliishi katika nyumba ya familia ya Michael Jackson huko Encino, Los Angeles lakini mwaka 1988 na alihamishiwa kwenye makazi kifahari kifahari ya Neverland Ranch na akiwa huko alilala kwenye kitanda cha mtoto ndani ya chumba cha kulala cha MJ Nata alishia choo chake. Kufikia mwaka 2003, Bubbles alikuwa amekomana kwa sokwe mkubwa na mkali, hali iliyomfanya kutofate na kufugwa kama mnyama wa nyumbani kama ilivyo kawaida kwa sokwe ya kufugwa. Aliamishiwa kwa mkufunzi wa nyama huko California, lakini baada ya mkufunzi wa kufunga shughuli zake mwaka 2004 Sokwe huyu alipelekwa katika hifadhi ya Center of Great Apes iliyoko Florida, ambako amekuwa kishi tangu mwaka 2005. Katika maisha yake akiwa na Michael Jackson, Bubbles huyu alisafiri kote duniani na alikuwa rafiki wa karibu wa mwimbaji huyo katika ziara zake mbalimbali mbali. Mnamo June 25, mwaka 2009, Michael Jackson alipofariki kutokana na matatizo ya moyo Akizungumza na gazeti la News of the World, mfanyakazi wa hifadhi hiyo Dan alisema Bubbles alimkosa sana Michael Jackson walipotengana na bila shaka anamkosa hata zaidi sasa. Sokwe ni kwenye viumbe werevu, wana uwezo wa kukumbuka watu na matukio. Bubbles na Michael Jackson walikuwa marafiki wa dhati na wenzi wa michezo. Mara ya mwisho MJ alipomtembelea kwenye hifadhi hiyo, Bubbles alimtambua na kumkumbatia kwa furaha kubwa sana. Dan aliongeza kuwa Michael Jackson alimchukulia sokwe huyo kama mtoto wake, wake kwa wa kwanza na alitamani watoto wake waendelee kuwasiliana naye kama ndugu yao kambo baada ya kifo chake. Mwaka 2010, dada Michael Jackson Latoya alimtembelea Bubbles katika hifadhi hiyo ya Florida, na kwa mujibu wa tovuti ya Center for Great Apes, urithi wa Michael Jackson umeendelea kuharamia mahitaji ya maitaji, matunzo na maisha ya sokwe huyo hadi leo. SNS Management.